Nam, karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Sudan imemtuhumu Khalifa Haftar, mbabe wa kivita wa Libya kwa kuunga mkono mashambulizi ya Vikosi vya Msaada wa Haraka, RSF. Vikosi vya wanajeshi wa Sudan na wizara ya mashauri ya kigeni vimemtuhumu jenerali mstaafu wa Libya Khalifa Haftar kwa kuunga mkono shambulio lililoanzishwa na vikosi vya msaada wa haraka kwenye vituo vya mpaka katika pembe tatu ya mpaka wa Sudan, Misri na Libya. Kwa mujibu wa taarifa ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan, vikosi vya msaada wa haraka, vikiungwa mkono na kikosi cha Haftar cha Kisalafi, vilishambulia maeneo ya mpaka katika pembe tatu ya mpaka wa Sudan, Misri na Libya kwa lengo la kuteka eneo hilo la kimkakati. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa, uingiliaji kati huu wa moja kwa moja wa vikosi vya Haftar ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya Sudani na watu wake, na kubainisha kuwa, shambulio hilo ni sehemu ya njama za kimataifa na kikanda mbele ya macho ya jamii ya kimataifa. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudani imetoa taarifa ikilaani shambulio hilo na kulitaja kuwa, ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kubainisha kuwa ushiriki wa Brigedi ya Kisalafi katika shambulio ndani ya ardhi ya Sudan ni kuongezeka hatari ya uchokozi wa nje unaoungwa mkono na serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Imarat. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.